klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji ambapo Simba wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao sita kwa sifuru. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, umeweza kufurahishwa na ushindi wa mabao sita kwa sifuri ambao Simba wameweza kuupata dhidi ya Dodoma Jiji like video yetu, alafu twende kwenye comment section, katuambie ni mchezaji gani ambaye ameweza kukokosha katika mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Fahamu Simba Sports Club walikuwa aggressive sana katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, katika dakika kumi na saba tunashuhudia kupitia pasi safi alopigia kibu Dennis basi elim panzu kibisawala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la kwanza, lakini tunashuhudia katika dakika ya ishirini na mbili kutokana na kona ambayo ilipigwa na Mohamed Hussein Shabalala. Jan Chazoua akaiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la pili, na katika dakika ya arobaini na tano kabla ya kwenda mapumziko, kibu Dennis Prosper aliweza kumfanyia setup Jan Chazoua katika dakika ya arobaini na tano na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tatu na mpaka mwamuzi anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba alikuwa ameseti standard ya bao tatu kwa sifuri katika kipindi cha pili. Moto ulikuwa ni ule ule, katika dakika ya arobaini na saba kupitia pasi safi alilopiga Elimu Panzu, Steve Deze Mukwala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la nne, na tunashuhudia Simba Sports Club wakaendeleza msako katika lango la kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, na ndipo katika dakika ya hamsini na tano kupitia kwa kona iliyopigwa na Elim Panzu kibisawala, basi Kibu Dennis Prosper akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tano na tunashuhudia kabla ya mchezo kumalizika, tunashuhudia Kibu Dennis Prosper akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la sita, na mpaka mwamuzi wa kati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ameshinda bao sita kwa sifuri dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji Farm. Mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba kwa sasa

akiwa na pointi hamsini na nane kileleni mwa msimabu wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tofauti ya alama kati ya kikosi chekundu wa msimbazi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga ni alama moja. Kwa hiyo tunaona ni, ni miongoni mwa resi ambayo kila mtu anasubiria kuona ni nani ambaye atakwenda kubeba ubingwa msimu huu. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kumalizika na mnyama Simba Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao sita kwa sifuri kupitia rais wa heshima wa klabu ya soka ya Simba mwekezaji wa klabu ya soka ya Simba na mwenyekiti ya bodi ya wakurugenzi wa klabu ya soka ya Simba Mohamed Gulam Dewji ameweza kutoa neno zito kwa ushindi huu ambao Simba wameweza kuupata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji ambao wanatokea mkoani Dodoma. Mo Dewji anasemaje? Kupitia mitandao yake kijami ya kijamii ameweza kukiposti kikosi cha ukundu wa Msimbazi na kuandika hivi: hongera wanafamilia wa Simba, ushindi dhidi ya Dodoma Jiji wa bao sita kwa sifuri. Hongera kwa wachezaji wetu, benchi la ufundi na mashabiki. Wachezaji wamejituma na kuonyesha moyo wa ushindi tuendelee kujenga safari yetu ya mafanikio simba nguvu moja tutaendelea kufikia malengo yetu msimu huu kuhakikisha kwamba kila mwanafamilia simba anafurahi huyo ni mwekezaji wa klabu ya soka ya simba mohamed gulam dewiji akikoshwa akifurahia na ushindi ambao simba wameweza kuupata mbele ya kikosi cha timu ya soka ya dodoma jiji ambao kwa upande mwingine ni wapinzani wagumu mbele ya simba sports club